Asilimia kubwa ya watu hususan vijana wengi sana wamekwama kuanzisha vitu kwa sababu wakati fulani wanapata wazo, lakini wanachukua muda mwingi sana kulifanyia kazi wazo hilo wazo hilo, kiasi kwamba lile wazo aidha linaondoka au kunakuwa amna tena, yani ile ile motisha ile uh, spirit iliyokuwepo ndani yake kwao. Baadaye tu wanakuja kujiona kwamba ah, labda lile lilikuwa wazo langu. Sasa kama hii imewahi kukutokea au kama unajisikia hivyo sasa hivi, basi hii video ni kwa ajili yako. Nataka niulize swali ambalo nitaenda kutoa majibu yake leo hii. Swali ni je, unahisi una ndoto kubwa lakini unakuwa mvivu kuzifuatilia? Unakuwa mvivu kuziendea? Unakuwa mvivu kuzitimiza? Unahisi una ndoto kubwa yaani, ukikaa unajihisi una ndoto fulani kubwa hivi, lakini kila ukijaribu kuiziendea labda morali inakata au vipi, unaamua kuachana nayo. Kama hiyo kitu inakutokea, hii ni video yako na nitakuletea majibu leo point kama tano hivi tutajadili kwamba kwa nini inakuwa hivyo inavyokuwa. Karibu sana Success Path Network, each one teach one. Karibu sana. Leo hii nauliza, je, yeah, unahisi una ndoto kubwa lakini unapoteza morali ya kuzifuatilia, au unapata uvivu, unajisikia mvivu sana, uvivu unakuingia katika kuziendea zile ndoto zako, kuzikamilisha au kuzifanyia kazi. Sasa kama ili njemo lako, nataka tuingie moja kwa moja kwamba unawezaje sasa kuvunja, uh, huu utamaduni mbaya, ili uweze kwenda kwenye utamaduni mzuri wa mtu ambaye yuko akipata wazo analifanyia kazi, kwa sababu wazo pia usipolifanyia kazi haimaanishi kitu chochote. Sawa? So, na an idea is not an idea till it's written, na uwe inakuja kwako kwa kwa for a reason kwamba isipofanyiwa kazi inaondoka, inaenda kwa mtu mwingine, tena idea hiyo hiyo. Haya mambo am tushayazungumza sana. So point ya kwanza, unawezaje kuvunja huu utamaduni? Anza kidogo, lakini anza leo <laughs> sio tu, anza kidogo, anza leo. Ni rahisi sana kusema okay, basi nitaanza kesho kidogo, nita hija, au nitaanza wiki ijayo, au sijui nisubiri ni fulani, au nisubiri nipate motisha, au niwe ni, ni na mudi nzuri watu wengi sana kwenye mudi hapo wanajifichia hapa, pia kama niwe na mudi nzuri ya kazi ndo nitaingia kwenye umchongo, nianze kufanya uidia au nini au nini sawa. Unatakiwa uanze sasa hivi, iwe ni kuandika wazo labda la biashara au iwe labda ni kusoma labda kitabu fulani sawa. Unataka kwa sababu sometimes, yeah, you just want to read a book. Lakini aki, hey, kitabu kikubwa nikikishika tu nasikia uvivu. Kwa hiyo sikiliza, the goal is Anza kidogo, anza leo. Hapo maana yake nini? Ukiapply tutaanza leo lakini tutasoma kurasa mbili tu, au kurasa moja tu, page mbili tu huku na huku. Ukianza hivyo tayari unakuwa umeanza kuvunja ule utamaduni mbaya. Basi. So, hata ikiwa sometimes, laba, ni kupiga simu fulani muhimu kwa mfano ni, ni jambo fulani unalifuatilia, laba nataka kujifunza video editing. Sasa nimekuwa nikiwaza sana na mtafuta Bwana Noel ili anifundishe. Piga basi hata simu. Utakuwa umevunja ume ule utamaduni mbaya. At least akiongea naye bwana, njoo Jumamosi ijayo saa tano, at least umeseti kitu fulani. Unakuwa umeondoka kwenye group la watu ambao huwa wanafikiria tu na hawafanyi kitu chochote. Kwa hiyo, point ya kwanza, anza kidogo, lakini anza leo. Utavunja hiyo hali ya kujihisi kwamba una idea kubwa au una ndoto kubwa lakini vivu unakukamata kila ukitaka kuiendea. Tuti, tutibu haya matatizo. Point namba mbili, weka malengo madogo ya kila siku. Nisikize kwa makini. Najua kabisa kuweka malengo makubwa huenda yanakutia uvivu zaidi na yanakukatisha tamaa. Kwa sababu ah, yani kuwa na mkampuni kama huo mimi lini? Unaona maswali yanaanza kupita kichwani, una, unaweka kwanza pembeni. Hebu ngoja kwanza tutaadili nayo next time. Sikiliza. Ivunje vunje hiyo idea yako au hiyo ndoto yako katika malengo madogo madogo ambayo haya malengo madogo madogo, utaanza kufanya kila siku. Ndio vile nimesema kwamba hata kwamba kutafuta watu sahihi. Okay, watu sahihi ushawajua. Yaani, unaweza leo kutafuta watu sahihi, kesho kuwasiliana nao, hata kwa kutuma ujumbe kwanza wa kujitambulisha, text ile moja tu. Habari brother, mimi naitwa fulani fulani, nimeona kampuni yenu mnafanya kitu fulani, nilikuwa natamani kuja uh, kushare na nyie idea kidogo na pia niweze kushare uzoefu na kujifunza kitu fulani ila nina wazo zuri sana ambalo naona linaweza likawasaidia. Aha, hebu njoo kesho saa nne. Unaona, hapo wapo umekuwa umesha step hatua moja umeenda mbele, tofauti na mtu ambaye yule huwa anakaa na kuwaza na kuwaza, afu mwishoni anaondoka na kama alivyokuwa mwanzo, si ndio? Kwa hiyo jitai sana, hiyo ni muhimu sana. Uh, jambo la tatu, point namba tatu ambayo itakusaidia kuvunja utamaduni huu mbaya, kuna kanuni moja huwa tunaita <laughs> the 5 minutes, the 5 minute rule, yani kanuni ya dakika tano au sheria ya dakika tano. Sheria ya dakika tano iko hivi. Najua kazi ikiwa ngumu inakutia uvivu hata kuianza, si ndio? Au ile jambo fulani eh, kile ukiangalia ni kubwa kwa ukubwa wake unaogopa kuingia, si ndio? Wewe fanya hivi, tumia kanuni hii ya dakika tano ambayo inasema anza tia nia kwamba nitafanya kwa dakika tano tu basi afu nitafunga nitaachana nayo. Kwa hiyo kama ulikuwa unataka kuandika kitabu sema okay, nitaandika kwa dakika tano tu naachana nayo. Kwa hiyo anza. Sasa nikwambie kitu ambacho kinatokea psychologically ni kwamba mtu yeyote huwa akianza kufanya kitu, ukiwa ukianza kukifanya vile, akili huwa inaingia ina kwenye flow fulani, utajikuta umeenda dakika ishirini, utakuta umeenda saa zima. Kwa hiyo hii dakika tano unaiseti ni kama trigger fulani ya kukufanya wewe uweze kuanza ile kazi, kwa sababu mara zote ni kwambie, ugumu upo kwenye kuanza tu. Watu wanaweza kuwa na mawazo mazuri sana, lakini hawaanzi, kila siku wanazunguka na naye, tutafanya tutafanya tutafanya tutafanya. So kuanza ndio siri ya mchezo. So, kwa hiyo chukua hiyo so, sawa sawa. Tuangalie kitu kingine, pointi namba nne. Uh, jitahidi sana kuzungukwa na mazingira yenye motisha. Naposema mazingira yenye motisha, hii inaanzia hata kwa watu wanaokuzunguka. Marafiki zako ni wakina nani? Je, wanakusogeza kwenye hiyo ndoto yako au wanakupeleka mbali zaidi kwenye ndoto yako? Je, ni watu ambao mnashea mitazamo sawa au ni watu ambao mnatofautiana mitazamo kabisa? kwa mba, wakati mwingine unaweza kuwa na watu wako wa karibu ambao wao wanavutika na vitu vingine kabisa na ni vitu vyao wanavipenda. Vile vitu sio vitu vyako, uvipendi, huna muda wala hauna ratiba ya kuja kuviendea, si ndio? Lakini ndio kwa karibu. Sasa wale watu ukianza kuambia masuala yako unayotaka kufanya, ah, wanaona kama wewe umepotea, unapoteza muda, wanataka wewe kwa nini usije kufanya bana? Cheki huku sisi tunavyoenda. Njoo ufanye hivi. Kwa hiyo, njia ile rahisi, sisemi yao wabuhage, no? Wawe marafiki zako, lakini hebu tafuta marafiki wengine ambao wapo kwenye cycle wa, vitu vile ambavyo wewe unataka sasa. Kama unataka utangazaji, watafute watu ambao ni watangazaji, jaribu kuwa karibu na watangazaji. Wa, ni ambao watu ambao ukikaa nao azipite dakika ishirini limezungumzwa neno fulani ambalo lina click na vitu vyako wewe kwa hiyo mara nyingi na vitu wanavyofanya, kwamba bana naenda studio, bana twende wote, basi sawa twenzetu, akiwa anafanya vitu ambavyo unatamani kufanya. Kwa hiyo utajikuta, kwa kuwa kwenye yale mazingira na watu sahihi, unasogea karibu zaidi, na haya ndio mazingira yenye motisha ninayoyaita. Kwa hiyo jitahidi kuwa zaidi na mazingira yenye motisha. Njia nyingine ambayo unaweza kusema, sasa watu ambao mimi siwajui au wako mbali, sikiliza sikiliza podcast. Siku hizi unaweza kutafuta podcast ya kichocheo chochote ukasikiliza au YouTube channel inayongelea kitu chochote ukasikiliza au video yote inayongelea kitu chochote ukasikiliza. Channel yetu sisi ya Success Path Network ndio channel ambayo unaweza kusema ina vitu vingi sana kwa watu ambao wanataka kujiendeleza kiakili, kiujuzi na kwa namna yoyote ile au wanaotaka kuwa bora zaidi kuliko walivyokuwa nyakati zilizopita au jana. Hapa ni the best place. Naamini ukiingia kwenye uh, library ya video zote unapitia utaona tu kuna video fulani. Aha, hii kama inaniongelea mimi. Angalia hiyo. Kwa hiyo pia unakuwa umejiweka kwenye mazingira yenye motisha sawasawa. Kwa nini? Kwa sababu video au hizo audio utasikiliza zinaelezea fikra zako na zitakusaidia kukupeleka kwenye utendaji, kwa sababu zinaelezea fikra zako. Kwa hiyo ni rahisi kukupeleka kwenye utendaji ukavunja mba na ukavunja huu mfumo mbaya ambao tunauongelea, wakuwa unahisi tu una ndoto kubwa lakini uvivu unakuzuia. Pointi ya mwisho leo hii <clears throat> kumbuka wakati ukifanya haya yote, naomba ukumbuke kwamba au hapo ulipokaa sasa hivi na hiyo ndoto yako kubwa na unasikia uvivu, kumbuka hakuna atakaye kuja kutengeneza ndoto yako, hakuna atakaye kuja kutimiza ndoto yako. Haitatokea siku hata moja chini ya jua mtu wamke huko alipotoka kwake aseme ngoja niende nikatimize ndoto ya fulani, nikamtimizie ndoto yake. It's either, au watu ni wana partnership au ni kazi au ni nini ambacho wana share ile ndoto kwa pamoja, ndio watu wanaongozana vile, lakini kwamba anatoka mtu anakuja kukutimia, <laughs> kwa hiyo ukishaelewa hii, utajua kwamba uvivu siku zote una gharama kubwa sana, ambayo wewe utalipia baadaye. Uvivu unakuja saizi na unaona kama ni sawa tu, ngoja nikae tu hapa nifanye, ngoja tu niache leo lakini gharama utakayokuja kulipia baadaye ni kubwa sana sawa. so, kwa hiyo kumbuka topic yetu inasema je, ye, unahisi una ndoto kubwa lakini unakuwa mvivu kuzifuatilia hizo ndoto zako. Nimeshare point tano. Ya kwanza nimesema anza kidogo, lakini anza leo. Ya pili nimesema weka malengo madogo ya kila siku. Ya tatu nimesema tumia kanuni ya dakika tano. Fuatilia muhimu sana. Ya nne nimesema zungukwa na mazingira yenye motisha, sema ambapo anakuvutia wewe kuendelea kufanya kile kitu chako. Na ya mwisho nimesema kumbuka hakuna atakaye kuja kutimiza ndoto yako, hakuna atakaye kuja kukufanyia ndoto yako. Mimi naitwa Esden Jumanne, hii ni Success Path Network. Popote unapotokea niambie pale chini kwenye comments kitu gani ambacho unaona kinafaa kuongezewa hapa. Tunaendelea kujifunza, na hiyo ndio tafsiri sahihi ya each one teach one. Thank you Noel kwenye camera. Bye bye.